Habari ya uzima ndugu zangu, nawasalimu kwa jina kuu kuliko jina lote, jina la mwenyezi Mungu. Naitwa Dr. Chris, chini ya mamlaka niliyopewa ya wizara ya afya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusaidia jamii, naenda moja kwa moja kwenye pointi. Aa, kuhusu marekebisho ya nyama, kuna wataalamu na mpaka leo mpaka jana kuna mtu katambi wanaambia watu wagonjwa wasile nyama. Mtu pekee ambaye anatakiwa asile nyama ni mtu ambaye labda ana gout. Tani inasababishwa na nyama ambayo inasababishwa na uric acid, asile nyama kisha pona, ndipo anaweza kula nyama. Nyama haina shida. Umenisikia? Ngoja nipe mfano mzuri wa matembele. Imagine kwa mfano unakula matembele kila siku, miezi mitatu unafuliza kula matembele. Kila siku unaiweka matembele. Si utapata tatizo la matembele sana, ongeza damu nyingi, utapata tatizo la kuwa na damu nyingi, si ndio? Matembele tu yenyewe ambayo ni mboga tunaikubali, inaleta damu nyingi. Madini ya chuma ndo yanaleta damu nyingi, madini ya chuma ndo yanafanya damu inakuwa nyekundu, kama madini ya calcium ndo yanafanya meno na mifupa inakuwa meupe. Kila madini yana rangi yake, umeona? Mimi naelewa kuhusu nutrition, mimi ni mtaalamu wa kuhusu vyakula na nutrition. Uh, sasa kama matembele tu yakizidi ndani ya mwili yanakutia matatizo, ina maana umekuwa ukiala mfululizo. Unafahamu jinsi ya kula pia, hata nyama Haina shida nyama. Tatizo la nyama, sisi tukinunua nyama majumbani kwetu tunakula Jumatatu ijaka ni fri Jumanne nyama, Jumatano nyama, hata wanga haina shida. Kitu chochote kikizidi ndani ya mwili, hata vitamin A yenyewe ikizidi unapata vipele, badala ya vipele kutoka. Ikizidi ni tatizo kitu. much of anything is harmful. Sasa kuna namna ya kula nyama. Sasa watu wengi wanaokutana na madaktari ambao hawafahamu kuhusu nutrition afahamu ni medical doctor afahamu kuhusu nutrition na chakula. Haitakiwi mkataze mtu kula nyama, mtu mzima ambaye hana tatizo linasababishwa na nyama, kwa sababu nyama ina madini yanaitwa vitamin B12. Inabidi umfundishe mtu kula nyama, atakula wanga, jinsi ya kula hivyo chakula. Kwanza inabidi ufahamu mengenyo wa nyama, mengenyo wa chakula wa nyama ndani ya mwili, Digestion of meat. Mengenyo wa nyama kwenye mwili inachukua kwa muda wa siku sabini na mbili. Unanisikia, nyama mpaka kusagika ndani ya mwili inachukua siku tatu mpaka nne, almost masaa sabini na mbili ambao ni sawa na siku tatu mpaka nne, sometimes sana sana tatu. Mtu mzima kabisa, siku baada ya siku tatu unaweza kula nyama kwa sababu mmeng'enyo wa nyama waga unachukua masaa arobaini na nane mpaka sabini na mbili. Umeona? Sio kama watu mnaweza mkaona, digestion of meat it takes about 48 hours up to 72 hours. Kwa hiyo nyama mtu anatakiwa nakula kila baada ya siku tatu, kwa sababu nyama mmeng'enyo wake wa chakula ndani ya tumbo unakamilika kila baada ya siku tatu sumu ya nyama inatoka kwenye mwili kabisa mpaka kuisha baada ya siku tatu. Kwa hiyo usimkatazi mtu kula nyama, utamletea matatizo makubwa sana. Wafundishe watu jinsi ya kula nyama. Kwa sababu nyama ameanza kula wazee tokea kitambo sana, muda mrefu. Umeona? Namna ya kula nyama, mtu inabidi unakula nyama especially ukishakuwa mtu mzima, nyama inabidi unakula kila baada ya siku tatu, unaweza ukala nyama lakini, sio kukwambia mtu aache kula nyama, kwa sababu ukiacha kula nyama kabisa ukiwa mtu mzima tena ambao ni umri ambao unahitaji virutubisho vingi sana na kila chakula unahitaji virutubisho kula kila chakula. Ukiacha kula nyama unaweza ukapata ganzi ambayo haitibiki. Na kuna watu kibao wanapata matatizo, hapo wanayo ganzi kwa haitibiki. Kwanza, uh, mapungufu ya vitamin B12 una, nyama ina virutubisho vinaitwa vitamin B12. Mbona mapungufu ya vitamin B12 yanakupelekea mtu kwanza kupata hizi dalili. Umeona? dalili za mapungufu ya vitamin B12 yanapelekea mtu kupata ganzi ambapo vitamin B12 inapatikana kwenye nyama hii yi. Umeona? Inapatikana kwenye nyama na ukikosa vitamin B12 inakupelekea mtu kupata ganzi uh, Unajisikia kumbukumbu iko vizuri, unachoka kirahisi sana, kwa sababu vitamin B12 inasaidia pia kubadilisha vyakula vya wanga kutoa energy na vyakula vya protini na wanga na mafuta kutoa energy, kwa unajisikia unachoka sana kwa vyakula vya wanga, vyakula vya ukichele. Usipokula nyama inakupelekea kupata ganzi ambayo haitibiki. Yani kwa kifupi, daktari anachokwambia anaweza kutengenezea ugonjwa ambao hauwezi kutibika, yani it's irreversible unasikia kwa sababu kwa ndani ya mwili pia kuna shida moja ambayo usipokula nyama unakuja kupata ganzi ambayo haiwezi kutibika, au mapungufu ya vitamin B12. Mapungufu ya vitamin B12 au vitamin B12 yanasababishwa kwanza na kutokula vyakula vya vitamin B12 au B12, ambapo chakula ambacho kirahisi sana kupata vitamin B12 ni nyama pamoja na samaki na mayai, umeona, ina vitamini B12 inapatikana pia sana. Sasa unapokuwa unakosa kula vyakula vya vitamini B12 ambao rahisi kabisa kupatikana ni nyama, inasababisha tatizo ndani ya, unaweza kupata mapungufu ya vitamini B12 kwa kutokula nyama, au sometimes unakuta mfumo mmeng'enyo wa chakula wako hauwezi kusagasaga vyakula vya nyama na vyakula vya samaki uweza kutoa virutubisho vya vitamin B12. Kama mfumo wako mmeng'enyo wa chakula hauwezi kuvisaga vyakula kutoa virutubisho, basi unaweza kupata pia mapungufu ya vitamin B12, ya vitamin B12. Au kuna wengine unakuta ndio wao, madaktari wanakutana na, na kushauri wewe usile nyama mangu umri wako ushakuwa mtu mzima, acha red meat. Nani kwa red meat ni mbaya, red meat ni kwanza ni sio, sio mbaya red meat kwanza which meat is high in vitamin B12? Nyama gani ambayo imejaa vitamin B12, soma hapo. Nyama gani ambayo imejaa vitamin B12? Red meat imeandikwa hapo, red meat. Maana yake nyama nyekundu ndo inaongoza kuwa na vitamin B12, vitamin B12. Na ukikosa hiyo vitamin B12 unapata ganzi isiyotibika kabisa, yani haitibiki. Umeona, nataka nimeonyesha kabisa, kuna kitu kinaitwa Pernicious anemia ndio hali. Pernicious anemia hii hapa ni hali ambayo inapelekea mwili kushindwa kuvunjavunja vyakula kutoa virutubisho vya vitamin B kumi na mbili. Sasa mwili ukishindwa kuvunja vunja vyakula kutoa virutubisho vya kujenga vya kupata vitamin B kumi na mbili inasababisha mwili unakuwa na mapungufu ya vitamin B kumi na mbili si ndio? Mwili ukisha kuwa na mapungufu ya vitamin B12, if vitamin B12 is left untreated, kama serious. Kuanzia hapa nipo maki alama nyekundu hapa, is left untreated, it can cause irreversible damage. Umeona hapo mwishoni imeandika it can cause. Tibu tatizo kwanza Unapata serious irreversible damage e, unapata nerve, ganzi ambayo haitibiki e, serious irreversible damage to your nervous system. Ganzi haiwezi kutibika. Kwa hiyo wewe unamsikiza daktari anakuambia usile nyama, unajiandaa kwenye kupata tatizo hili. Nyama ni muhimu, nyama inabidi unakula kila baada ya siku tatu. Umeona, sio swala la kuacha kula nyama. Kula nyama mtu ukiwa shakuwa mtu mzima hii. E, hapa inabidi watu msome kwa Kiswahili pia kwamba maana yake ni hapa, if it's left untreated, na tafsiri ya Kiswahili pale ilivyoelezwa if left untreated anemia ambayo, an, ele pernicious anemia ambao ni, ni kitendo cha mwili kushindwa kuvunja vunja vyakula vya vitamini B12 kutoa virutubisho au pia kutokula vyakula vya vitamini B12 kama nyama, mayai na samaki unaweza kupelekea kupata ganzi ambayo haiwezi kutibika. Yaani haiwezi kutibika kabisa. Sasa hicho kitendo cha kuambia watu wasile nyama, ni kosa, ni, ni takiwa kuwafundisha watu jinsi ya kula nyama kwa sababu kuna watu wengine mazingira mengine hawawezi kuipata samaki labda mayai hawawezi kupata, kupata. Kwa njia pekee ya kupata virutubisho vya vitamini B12 ni kupitia nyama especially watu wazima. Mtu mzima ni mtu ambaye anahitaji virutubisho vya kila sehemu, sababu wanakuwa na upungufu muda mrefu, kwa anahitaji virutubisho vingi kila sehemu, pamoja na nyama. Kwa wagonjwa, ndugu zangu, wagonjwa wengine pia, msiache kula nyama, ila nyama unaweza kula nyama kila baada ya siku tatu au ni sasa masaa sabini na mbili, ila kwa mtu ambaye anaumwa kabisa, mwenye gauti, inabidi kwanza upone gauti au uric acid iko nyingi upone kwanza yule kiasidi ishe, ndipo uanze kula nyama kila baada ya siku tatu. Kosa ni pale kwa nyama zimejaa kwenye friji, basi jumatatu nyama, jumanne nyama, hawa ndio tatizo na ndo tunavyoishiki sisi, mpaka nyama ziishe. Ukiwa kijana, sio rahisi kusikia madhara ya nyama hiyo, yule kiasidi kuipata, yanamaliza mifupa na kadhalika na virutubisho kadhaa mwilini, sio rahisi, lakini ukiwa mtu mzima, mifumo yako ya mwili imekuwa kila kwanza, kama uko kile hivyo muda mrefu ndio mfumo wako mwili pia utakaoanza kuchoka kwa matokeo mabaya utayaona mapema. Kwa hiyo naomba madaktari wenzangu, mimi naitwa Daktari Chris chini ya Wizara ya Afya, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tujirekebishe ndugu zangu, hii video imfikie kila daktari na kila raia kwamba nyama haina shida wala vyakula havina shida. Kitu chochote kikizidi ndani ya mwili kina shida na kitu chochote kipungua ndani ya mwili kina shida. Kwa kuna namna ya kula hivi vyakula ishu ni kwamba watu wengi tunawakimbilia medical doctor ambao wale, kama ilivyo MD medical, kasoma medicine. Sio kosa lake, kwa hiyo lazima akwambie uache kula nyama. Hajui jinsi ya kupangia vyakula, umeona. Hata ukiumwa kisukari, yeye hawezi kutibu kupitia chakula, yeye anataka kutibu kupitia metaforming, umeona. Na magonjwa yanasababishwa na chakula, yanatibika na chakula, umeona. Kwa hiyo nyama ni kila kula kila baada ya siku tatu. E, kama ukiwa mtu mzima zaidi miaka 50 60, unaweza kula nyama kila baada ya siku nne, ukaongeza muda ni salama zaidi. Tena red meat kula ina umuhimu wake, red meat kula baada ya siku tatu nne ndo unakula, baada ya siku tatu nne ndo unakula, kwa sababu kila baada ya siku tatu na nne ndo mmeng'enyo wa nyama unakuwa umekamilika asilimia mia usagaji wake. Hata ile sumu ya nyama inakuwa imeshatoka yote ndani ya mwili kwa hata pia mwili unakuwa umejisafisha na umechukua virutubisho vinavyotakiwa kwa mwili, unakuwa uko tayari kuingiza tena nyama na unakuwa unahitaji kila baada ya siku tatu. Asante sana ndugu yangu, Mwenyezi Mungu atubariki sana. Ni mapungufu ambayo yalikuwepo, na mimi natumika na Mwenyezi Mungu kusaidia watu. Mimi ni mtumishi wa afya, nawashukuru sana. Follow peji yangu Najua watu wengi follow page yangu, toa komenti, uliza swali kwamba kwa watu wengi wa aina tofauti tofauti ambao hawakusaidi chochote kwenye maisha yako waleti uh, kitu chochote ambacho kwa contribute kitu ambacho chenye faida, mnawafollow wao watu wengi sana. Mimi hapa ukifollow page yangu hapa, utaokoa maisha yako wewe utapata elimu ambayo utatoa elimu toka kizazi chako mpaka kizazi chako na kizazi chako. Kwa follow page yangu utafaidika vitu vingi sana: page yangu ya YouTube, page yangu ya Instagram, page yangu ya Facebook. Hapo nitaziandika kwenye picha ya video, video yangu nitaziandika hapo. Follow hizo page, tuendelee kusaidia jamii kuhusu vyakula na kadhalika. Mwenyezi Mungu awabariki sana na Mwenyezi Mungu atubariki wote maana bado tunaishi tunapumua na bado tunahitaji baraka zake. Asante sana. Amina. Amina.